Mgodi wa dhahabu wa Geita GGML umezindua kampeni maalum ya usafi wa mazingira hususan katika maeneo ya mikusanyiko ya watu katika manispaa ya Geita ikiwa ni juhudi za kuunga mkono serikali kwenye suala hilo. Akizungumza kwenye uzinduzi wa kampeni hiyo, afisa mazingira mgodi wa GGML Justine Fuime amesema pamoja na kufanya usafi huo, lakini pia watatoa elimu ya mazingira kwa makundi mbalimbali wakiwemo wanafunzi na wafanyabiashara. Swala la usimamizi uh, wa mazingira ni swala la mtambuko, kwa maana inahusisha sekta zote ikiwemo serikali, wadau mbalimbali wa taasisi za kiraia za kijamii, lakini pia sisi kama uh, sehemu ya kurudisha uh, uh, majukumu yetu ya kusaidia jamii, wafanyabiashara wenyewe kuwahusisha hapa kwamba mazingira sote tunza, kwa cha kwanza ni kufikisha elimu kwamba unapofanya uh, kazi kwenye mazingira ambayo yako safi na salama, basi unatunza afya yako, lakini pia kuhakikisha kwamba uh, mandhari ya, ma ya mazingira husika ni kwa safi na salama. Kwa hiyo kuna shughuli mbalimbali tunazozipanga. Kwa cha kwanza ni kutoa elimu. Unapotoa elimu, unamhamasisha mtu uh, kutoka kwenye sehemu aliyokaa ya, ya, ya, ya, ya ambayo ameishaizoea mazoea kwa sababu usafi ni tabia ambayo inajengwa baada ya muda. Kwa hiyo unapokumbusha watu kwamba usafi ni jambo la msingi ma, uh, zaidi maanake unamsha hali na morali ya watu kusafisha uh, maeneo yao na kuhakikisha kama kila kitu kinakuwa safi na salama, lakini pia uh, shughuli kama hizi za usafi wa pamoja najua kuna uh, serikali wao wana kila Jumamosi nafikiri kama mwisho wa mwezi huwa wanafanya usafi wa pamoja kwenye maeneo ya masoko na maeneo ya biashara kwao. Sisi na sisi tumeingia tume kwenye usafi wa pamoja, maana hiyo inaonyesha kwamba sisi ni sehemu ya jamii, na lengo letu kubwa la kushiriki pamoja na viongozi wetu wa serikali pamoja na wafanyabiashara wa mbalimbali uh, katika soko letu la Nyankumbu ni katika hatua za kukabiliana na uh, mazingira kwa hiyo tumeweza kudoneti um, vitu mbalimbali uh, katika kikundi cha Jesuti uh, Company uh, ambacho kinashughulika na usimamizi wa shughuli za mazingira katika sokoli. Kwa hiyo tumeweza kudoneti um, mafyekeo uh, tumeweza kudoneti um, mafagio, kudoneti matoroli matatu um, doneti rek hizi zote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba juhudi za kuweza kuhakikisha kwamba tunashiriki katika kutoa uchafu na kuhakikisha mazingira ya soko la Nyankumbu yanakuwa safi. Kwa upande wake, afisa wa mazingira manispaa ya Geita, Sebastian Masunga amesema kampeni hiyo ya GGML itachochea ufanisi wa kampeni ya usafi wa mwisho wa mwezi na kuongeza hamasa kwa wadau kampeni ya, ya, ya usafi wa mazingira mwisho wa mwezi kwa upande wa manispaa ya Geita tumefanikiwa kwa sababu kua wananchi wengi sasa hivi wanajitokeza katika kufanya usafi kwenye maeneo ya, ya biashara na maeneo ya makazi. Na kitu kingine, mkuu wetu wa wilaya ya Geita amezindua ame kampeni rasmi inayoitwa kusafisha Geita lengo lake ilikuwa ni kuimarisha manispaa ya Geita katika hali ya usafi. Ujumla, manispaa, kwa hiyo kiujumla sisi tumefanikiwa kama manispaa, tunaendelea kuhamasisha na kuboresha mazingira ya usafi katika masoko yetu na no maeneo ya makazi sehemu mbalimbali. Hii tumeongeza nguvu kwa sababu tumeona wamewezesha masuala ya usafi, wameweza kuleta vifaa vya usafi katika vikundi ambavyo vinafanya usafi katika manispaa yetu ya Geita. Kwa hiyo kwa hamasa yao ya leo tumeona kwa kwamba ili zoezi la usafi mazingira lifanikiwe. Kwanza naipongeza sana GGM kuja kutunga mkono na kuelekeza usafi kwenye soko letu. Soko letu kwa kweli kiwastani ni chafu, ila lime kwa siku ya leo soko limekuwa jeupe. GGM naipongeza sana pia, nampongeza sana mkuu wa wilaya kuelekeza maeneo haya kwenye soko letu kuja kushirikiana nasi kufanya usafi. Ninachoomba sasa GGM isiti wakati wa mazingira tushirikiane kufanya usafi, maana tutakuwa sohore. Tuko na mambo mazuri kutoka mkoani Geita. Mimi ni Tausi Salum, Ngasa TV.